Tulifika tulivika karibu junction. Sasa tulikuwa tunaenda nyingine, ilikuwa imetoka nyuma na miwa. Sasa mimi sasa, nyingine ilikuwa imetoka nyuma. Sasa mimi kustiki kwa kwa line yangu na huyo trakta akakuja akanipita na mimi na mtoto akakufa. mama mtoto akoosi mii, ona niko mbaya kabisa, bibiki imeharibika, bibiki ona yaloni cwi, ndafanyaje? saa hizi wamegonga mtoto wetu, afuatili amesimama tu nyuma yake, awezi tuambia chochote Saa hizi ndo huyu mmebeba mmeenda na yeye, wakati mnaenda na yeye, najua hiyo gharama itarudi kwa familia. Sasa kama kambuni ndo hiyo imegonga mtoto mutuambie, na pikipiki mtuambie, mutatusaidia na nini? Na kama sio hivo, kama sio hivyo, hii ni kambuni na bado mnabeba miwa huku malaa, na tunawaomba nyinyi kama kambuni, tutachoma hiyo iyo kitu namfungue mfungue factory mahali pengine bure, hakuna kitu kingine e. Mimi kwa majina naitwa Kalista Lusweti. Kitu yenye nalaumu sana hii barabara, government yetu kwa hii barabara, hii barabara yetu wakikuja kulima hii barabara, wanalima tu katikati. Sasa wana hao jamaa walikuwa wanapishana, wakati huyu jamaa alikuwa amesimama huko kando. Mimi nalaumu sana government yetu, ona serikali ingekuwa kwa pombe ingekuwa mapema sana wamefika, lakini saa hii tumekaa hapa kutoka saa saba. Hakuna hakuna movement yenye inaendelea na barabara kutoka Malaa, kutoka Malaa, kutoka junction kukuja mpaka Malaa huku kwa shule. Hii barabara ililimwa na ikalimwa kidogo. Tunaomba county government ama kama ni national government wa kilima wapanue hii barabara, hizi kona shapu watoe na waekele, pia matuta kwa barabara. Haina ambu yoyote kwa hii barabara hii ndio inaleta hii biashara mbaya, tuna mbaya tunalaumu sana na tena tunaumia sana hizi mabarabara zetu, alafu ya gambuni pia tunaumia kwa sababu inakuja huku, wanafuatana mbio, hata wakati wenye zizi maboda -ma -ma tuko kando au jamaa wanatufinya tu, huu tunasikitika sana accident ambayo imepatikana malaa karibu na French Church. Tumeona ya kwamba yule mtu ambaye amekonga eh, mtoto ametoroka, na kitu cha kwanza ambacho tunasikitika ya kwamba hatuna security huku malaa. Mimi kama potapota eh, pota, eh, security nimeona mbaya, na huyu mtu ameenda sake basi, tunamtafuta kama sisi wanabodaboda. Watuambie kwa nini wanapoleta accident wanachukua muda mrefu kushika huyu mtu. Tunalaumu na kulaani achali sana, kwa achili ine, ine, imechukua maisha ya mtoto wetu, pamoja na mama mama wa mtoto ako hospitali Draiva wa pikipiki pia yuko hospitali, so tunasema ya kwamba hii spidi ya hao vijana vile wanaendesha hii trakta, wanaendesha vibaya sana na hatutaki waendeshe hivyo, na wa, wakiendelea kuendesha hiyo spidi yenye wako nayo hawatapepa miwa upande huu, tutawakataa na tuta, tuta, tuta Tuwapatia discipline ambayo wao wenyewe watashangaa. Eh, a vijana aa madriver wa tractor hawa wana, wanaendesha wana free wheeling yani, akiwa kwa m, kwa mteremko wanatoa kia na vijana tractor inaenda freely mpaka wanashindwa kushika break. Wanabishana kwa kwa barabara tena kuongezea wanafuta bangi, wakija kwa barabara hawawezi we, kuwa na nidhamu vijana wenye wanapewa tractor. Driver mwenye hata anaweza kuwa nyumbani ako kwa pombe anapea kama kondakta ama loda yenda anaendesha trakta na awa, awa madraiva wanaendesha trakta vibaya sana. Hawezi jali kama kuna watu kuna watu wengine kwa barabara. Tuko na kambu ningine hapa inaitwa Butali, draiva wa Butali ukikutana ukikutana nao kwa barabara wanakupea hata saizi, lakini vijana wa West Kenya wanaendesha matrakta vibaya sana sana yetu. Alafu hiyo kambuni pia tunaumia kwa sababu inakuja huku, wanafuatana mbio, hata wakati wenye zizi maboda tuko kando, au jamaa wanatufinya tu. Haya, tunalaumu tena kambuni kwa sababu hiyo kambuni inaandika vijana wenye hata hawana license, wanaokota tu vijana, ambaye hata saa hii hii tulera yenye mefanya accident hapa, huyo driver hata tukiona sio yeye. Driver ako kwa pombe huko. Wametavuta tu kijana